Miezi michache baada ya Joseph Atrai kuchukua ufadhili wa kiwanda hicho, kampuni hiyo imetoa notisi ya kuwasimamisha wafanyikazi elfu nne ambao wanategemea kiwanda hicho kwa kupata lishe na kuwasaidia kukimu maisha yao. Kwa hivi karibuni kupinga ni mbunge wa Kandui John Makali akitaka usimamizi huo kusitisha mchakato huo. Kwa yule mu... alipewa kampuni ile anafanya repairs pale ndani, kile tunaomba kwamba achukue wale wafanyikazi watoto wetu ambao wanafanya pale kazi, asiwafukuze, asifukuze wale watoto wetu ambao wanafanya kazi pale Nzoia. Tunaomba, na ukifika kule mbele waziri bima ya advocate, tuomba tu wale wafanyikazi wa Nzoia wasifutwe kazi. Hata hivyo, viongozi wengine wamepinga vikali uamuzi wa huo wakidai kuwa kiwanda kimenyakuliwa na walagai na kupuuza masilahi ya wakulima na wafanyikazi licha ya wao kuwachagua kutetea maslahi yao. Watu elfu nne wanapoteza kazi. Hawa watu wetu wataenda wapi? Watoto ambao wazazi wana support mashule mbalimbali wataenda wapi? Na tunataka uh, mheshimiwa seneta, mheshimiwa uh, governor na mheshimiwa spika Wetangula, vile walipeana ruhusa kwamba factory ya Nzoia ipate kuuzwa, lazima wakuje uh, kinaga ubaga na waambie wakazi wa Bungoma hawa wafanyikazi elfu nne wa, wa, wa Nzoia wanaenda kufanya nini? Lakini leo hii watu elfu nne wakiachishwa kazi na uchumi ambao kwamba tuko nao uh, ambao kwamba umefinyika sana, gharama ya maisha imepanda, tunashangaa watu wetu wanaenda kufanya kazi wapi? hao hao ambao kwamba waliuza Nzoia ndio wale ambao walienda kuuza kuhu, panpepa wakitudanganya kwamba panpepa inaenda kufufuliwa. Leo hii Nzoia imekuwa dead kwa sababu gani? Kwa sababu imeuziwa watu ambao kwamba hawana interest na wako na factories mahali kwingine. Kwa sasa akili ya wafanyikazi hao iko mikononi mwa viongozi kutoka kaunti hiyo wakiongozwa na spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula. Nikiripotia mtazamo wa Dira ya Tandao kutoka Kaunti ya Bungoma. Jina langu ni Evans Ahao.